Karibu kwenye darasa na Dr Shafii the Don, na leo anakuletea simulizi ya nguvu ya maji baridi. Awali ya yote, anza kwa kusubscribe katika ukurasa huu wa YouTube ili uwe wa kwanza kupata notification, lakini pia fahamu kuwa Maalim Shafii hatumii TikTok wala Facebook. Unaweza kumfolo kupitia akaunti yake ya Instagram at don underscore Shafineyz. Shafii the Don ni kijana mdogo anayejua makubwa. Kila ninapopata mwanya wa kuzungumza naye lazima kuna kitu kipya nitajifunza na uzee wangu huu, anasema Denis Mpagaze. Siku moja Shafii aliniambia kuwa, mzee wangu, hivi unajua nguvu ya kuoga maji ya baridi? Huyu bwana mdogo huwa ananiita mzee. Kuna mtu ukimuita mzee anakutukana, utasikia mzee, mama yako, uzee bana, utadhani uzee ni dhambi. Binafsi na ufurahia uzee basi nikamuuliza, una maana gani unaposema kuoga maji ya baridi kuna nguvu? Sikiliza majibu yake. Shafii The Don alisema maji ya baridi yanatibu presha, na kama huna presha ukiwa unaoga maji ya baridi huwezi kupata presha. Hayo ni maajabu ya namna gani? ili atafakari sana majibu haya, nikirudi nyumbani kwetu kwa baba yangu mzee Mpagaze, Kibondo, Kigoma. Baba yangu hajawahi oga maji ya baridi, hata kuwe na baridi kiasi gani. Mpaka leo hii huyu mzee Trump haogi maji ya baridi. Baba yetu anajiita Trump, mzee Mpagazi, ana umri wa miaka 73 na sasa hana presha kabisa. Mama yetu ndo anasumbuliwa na presha na hajawahi oga maji ya baridi. Kwa nadharia hii naona kama Shafii kuna ukweli anaujua. Nimeamua ni alete hapa mawazo ya Shafii ili tukayajibu, tuone kama kuna ukweli. Shafii aliongea faida kumi na nne utakazozipata kama utakuwa unaoga maji ya baridi, achana na maji ya moto jambo la kwanza shafii anasema kuoga maji ya baridi kila siku yatakufanya uwe na nguvu na mchangamfu hupunguza stresi za siku nzima jaribu kuoga leo ukioga maji ya moto utapoa siku nzima jambo la pili shafii anasema kuoga maji ya baridi husaidia mwili kupambana na magonjwa ya kila aina wanaooga maji ya baridi hawauguiugui jambo la tatu shafii anasema maji ya baridi husaidia kuboresha afya ya ngozi nywele zako unakuwa na ngozi nyororo na nywele nadhifu lakini pia Shafii the Don anasema maji ya moto hupausha nywele, yaani ukiangalia nywele za mtu nyeusi si nyeusi, nyekundu si nyekundu, yaani hazieleweki. Kwa kifupi ni mbaya, na unafahamu ni kwa nini? Dr. Shafii anasema maji ya moto huchubua ngozi na nywele, hasa kwa kuondoa mafuta laini yanayolinda ngozi na nywele na kuvifanya viwe vikavu sana mwamba unakuwa na ngozi kavu kama makopa. Makopa ni mihogo iliyoanikwa tayari kwa kusagwa unga wa udaga. Kwa wale waliokulia vijijini huko, basi unga wa udaga au unga wa muhogo sio kitu kipya kwao. Kwa hiyo kuoga maji ya baridi, ngozi na nywele zako havitopauka kamwe, bali vitabaki katika hali nzuri ya kupendeza. Na jambo lingine, Dkt. Shafia anasema kuoga maji ya baridi husaidia kuchochea ubongo wako kufikiria vizuri na kwa haraka sana. Maji ya moto hulaza akili mno. Shafia anasema pia kuoga maji ya baridi husaidia kupunguza maumivu ya misuli, viungo na uchovu. Mwili wote unauma, kuoga maji ya baridi kabla ya kula dawa za maumivu. Na jambo lingine, maji ya baridi hupunguza uzito kwa kuyeyusha mafuta, na hii kutokana na joto linalozalishwa baada ya kuupiga mwili maji ya baridi na maji ya baridi huongeza mzunguko wa damu mwilini na kusaidia kuboresha usambazaji wa oksijeni na virutubisho kwa seli zote za mwilini. Wakati wa kuoga maji ya baridi kasi ya upumuaji hubadilika na kukufanya kuongeza kiasi cha oksijeni kinachoingia mwilini mwako. Shafii anasema watu wanaooga maji ya baridi wanaongeza uzalishaji wa seli nyeupe za damu kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha metaboli. Mwili unapojaribu kujipasha moto, ndipo seli hizi nyeupe ambazo hupambana na maradhi zinapozalishwa baridi huchangia katika afya ya misuli. Hili ni kutokana na maji ya baridi kuhamasisha mzunguko wa damu ambao huiwezesha misuli kujijenga tena upya vyema. Shafii anasema kuoga maji ya baridi hulinda afya ya uzazi ya wanaume. Hapa ni mpaka nguvu za tendo kwa hali, ndugu zangu, na mimi msihangaike tena kumeza dawa wala nini, tafuteni tu maji ya baridi, oga zako, mambo yataendelea na vitu vitakaa sawa. Inasemekana wanaume wanaooga maji ya moto hupungukiwa mbegu za kiume kwa kiasi kikubwa mno, na hii ni kutokana na mbegu za kiume kuwa rahisi sana kuathiriwa na joto. Dkt. Shafii anasema kuna utafiti ulifanyika ukikabainika kuwa wanaume walioacha kuoga maji ya moto, kiasi cha mbegu za kiume ziliongezeka kwa asilimia 491. Wazee wenzangu, tuacheni kuoga maji ya moto. Na Dkt. Shafii hajaishia hapo, anasema pia Kuoga maji ya baridi hukusaidia kulala usingizi mnono, lakini pia kuoga maji ya baridi huondoa mikunyazi ya ngozi na kuchelewesha uzee. Kuna bibi anapenda kusema maji ya moto yanazeesha mapema. Na kweli, watu wanazeka kwa kasi kweli. Kuoga maji ya baridi ni utakaso. Unapotaka kusali, oga maji ya baridi maombi yako yatamfikia Mungu haraka na utapata majibu. Wamarekani, Wajapani, wa China na watu wengi kutoka katika mataifa yaliyoendelea wanajua siri hii ya kuoga maji ya baridi, wanaoga sana tena. Unakuta wamejenga swimming pools katika majumba yao, wanajirusha humo na kuendelea na maisha. Sisi huku kwetu swimming pools ni hatari sana, maana kuna wajinga wanaoga humo na wengine wanafanyia mapenzi humo na wengine wanashusha haja zao humo. Yaani ni bure kabisa. Maalim Shafii anasema kuwa, hakikisha unaoga maji ya baridi kila siku. Siku nyingine kaogelezi wani au mtoni, utapata nguvu nyingi za kimungu. Shafii anasema kuzama ndani ya maji ya baridi mara kwa mara kutakuweka karibu na Mungu. Fanya hivyo mara kwa mara kwa nguvu za kiroho zaidi. Kuhusu nguvu ya maji ya baridi, mpigie Maalim Shafii kupitia simu namba 06920075 75. Kama una tatizo la kiafya, tafadhali usioge maji ya baridi bila ridhaa ya daktari. Makala hii imeandaliwa na mwalimu Dennis Mpagaze, muhenga wa karne ya 21. Na huu ndio mwisho wa darasa hili na Maalim Shafii the Don. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa kuhusu darasa kama hili, tafadhali usisahau kusubscribe katika ukurasa huu wa YouTube ili uwe wa kwanza kupata notification. Lakini pia fahamu kuwa Maalim Shafii hatumii TikTok wala Facebook. Unaweza kumfolo kupitia akaunti yake ya Instagram at don underscore shafineyz.